Historia ya Kardinali Robert Francis Prevost, safari ya kuelekea upapa. Kardinali Robert Francis C. Prevost anayejulikana sasa kama Papa Leo wa 14 ni kiongozi wa 267 wa Kanisa Katoliki duniani. Alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 katika jimbo kuu la Chicago, Illinois, Marekani. Safari yake ya kiroho ilianza mapema na hatimaye alijiunga na shirika la mtakatifu Agustino OSA mwaka 1977 ambapo aliweka nadhiri za milele mnamo Agosti 1981. Prevost alipata shahada ya sayansi kutoka chuo kikuu cha Villanova mwaka 1977. Baadaye alisomea theolojia katika Catholic Theological Union mjini Chicago na kisha akaendelea na masomo ya juu katika sheria za kanisa katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas Angelicum mjini Roma. Baada ya kupewa daraja takatifu la upadiri mnamo tarehe 19 Juni mwaka 1982 Prevost alitumwa Peru kama misionari mwaka 1985, ambako alihudumu katika maeneo mbalimbali kama Chulcanas na Trujillo. Alifanya kazi kama paroko, mkurugenzi wa malezi, mwalimu wa sheria za kanisa na jaji wa mahakama ya kanisa. Mwaka 1999 alichaguliwa kuwa mkuu wa mkoa wa shirika la Agustino huko Chicago, na mwaka 2001 akawa mkuu wa shirika hilo duniani, nafasi aliyoitumikia hadi mwaka 2013. Mwaka 2014 Papa Francisco alimteua kuwa msimamizi wa kitume wa diocese ya Chiclayo nchini Peru, na mwaka uliofuata akawa askofu wa diocese hiyo. Mnamo Januari 2023 Prevost aliteuliwa na Papa Francisco kuwa mkuu wa idara ya maaskofu Dicastery for Bishops na rais wa tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini. Katika nafasi hii alikuwa na jukumu la kuidhinisha uteuzi wa maaskofu duniani kote, jambo lililompa ushawishi mkubwa ndani ya Kanisa Katoliki. Mnamo tarehe 30 Septemba mwaka 2023, aliteuliwa kuwa kardinali. Na baada ya kifo cha Papa Francisco mnamo tarehe 21 Aprili mwaka 2025 katika mzunguko wa nne wa upigaji kura wa mkutano wa makardinali, yaani conclave, uliofanyika Mei nane mwaka 2025, mida ya saa moja na dakika kumi na tano kwa saa za Afrika Mashariki, moshi mweupe ulionekana kwenye kanisa la Sistine Vatican, ikiwa ni ishara ya kupatikana kwa papa mpya, naye ni Robert Francis C. Prevost, na jina lake rasmi ni Papa Leo wa kumi na nne. Idadi ya wapiga kura ilikuwa makardinali 133 walio chini ya umri wa miaka 80. Mshindi alihitajika kupata angalau kura 89, sawa na theluthi mbili ya kura zote. Huyu ndiye papa wa kwanza Marekani katika historia, Papa Leo wa 14 Anajulikana kwa mtazamo wake wa wastani na uongozi wa kidiplomasia, akifanana na mtangulizi wake Papa Francisco katika msisitizo wa huduma kwa maskini na mageuzi ndani ya kanisa. Ana uraia wa Marekani na Peru kutokana na kazi zake za kimisionari. Kuchaguliwa kwake kunatarajiwa kuendeleza mwendelezo wa mageuzi na ushirikishwaji ulioanzishwa na Papa Francisco, huku akikabili changamoto za kifedha na kiroho ndani ya Vatican. Safari yake kutoka kuwa mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino hadi kuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani ni ushuhuda wa bidii, imani, na utumishi wa dhati kwa Mungu na watu wake.